Mtakatifu Bruno alizaliwa mjini Kolonyi, Ujerumani, akiwa mwenye hekima kubwa na moyo wa utulivu. Pamoja na elimu na mafanikio yake, moyo wake ulikuwa unatamani maisha ya utulivu na sala ya undani. Bruno aliacha heshima na madaraka ya dunia, akakusanya wenzake wachache na kuanzisha jumuiya ndogo ya kitawa huko Ufaransa. Baadaye alialikwa na Papa Albano wa pili ili kumsaidia katika kazi za Kanisa huko Roma. Kwa kutopenda makuu, akaomba ruhusa arudi tena kwenye upweke na sala. Aliishi maisha yake ya mwisho kusini mwa Italia, akiendelea na maisha ya unyenyekevu na sala. Mtakatifu Bruno anakumbukwa kama mtu wa hekima, utulivu, na maombi ya kina, na kutuonyesha kwamba utakatifu wa kweli upo katika ukimya na umoja wa moyo na Mungu.